Dereva wa mbunge wa Kibra, Peter Orero, George Oduor amelipa faini ya shilingi laki moja leo, baada ya kupatikana na hatia ya kuvunja sheria za barabarani hapa Nairobi. Mbunge Orero aliomba msamaha kwa Wakenya kwa kuhusika kwenye tukio hilo akisema alipatikana kona mbaya. Sawa. Alipanda kizimbani katika mahakama ya Milimani Jumatatu asubuhi akiwa mpole kama njiwa, ujeuri wa siku nne zilizopita ukiyeyuka. George Oduor ambaye ni dereva wa mbunge wa Kibra Peter Orero akisimulia aliyojiri katika barabara ya Oloitoktok, wakati huu na sauti ya chini, mahakama ikimpa faini ya shilingi laki moja baada ya kukubali mashtaka yake kilomita chache nje ya mahakama, mbunge wa Kibra, Peter Orero, naye akiomba msamaha kwa kukosa nidhamu. Na naona mmoja wao yuko hapa, yule aniliweka sana kwa Citizen, na namuona hapa na hata leo mseme, sisi we are law-abiding citizens, watu wa Kibra na yule anawasimamia ni mtu ana abide na law hiyo siku ni ile kuoverlap kidogo na draiva wangu wakashikwa kona mbaya. Tumeongea na OCPD, tumeongea na base commander, wamefanya kazi yao. Amepigwa fine leo na ametoka, tuko naye hapa na ameomba msamaha, amesema yeye ni leo bali Citizen. Peleka kwa Ruto. Video iliyochukuliwa na mwanahabari Lari Madowo iliwaonyesha wawili hao wakiwa kwenye gari wakimrushia maneno mwanahabari huyo baada ya kuwazuia barabarani barabarani. Emmanuel Toru Ninga, Citizen, Nairobi.